Kijana baada ya kuona stori ya jana akasema, sio uongo, kari yako, wasichana wengi huwa wanabadilika. Anasema hivi yeye, yeah, yeah, alikuwa na mke wake walivyokuwa, na, alivyokuwa na mke wake, maisha yao yalikuwa magumu sana, ila familia zao kidogo wanajiweza, unaona katika kuishi. Siku moja kaka yao akawaambia hivi, kwa kuwa hali zenu ni ngumu, niwapeni nyumba ya kuishi. Wakapewa nyumba ya kuishi hapa Dar es Salaam, wakawa naishi na mke wake basi akakana waka, mke wake. Siku moja akakaa mke wake kanazungumza kwamba bora tuanze biashara kwa sababu kazi zenyewe zimekuwa za shida za kubangabanga banga. Sawa, kwa ule mwanaume akapata hela akaenda Mtwala kufanya biashara akamwacha mke wake da. Baada ya kwenda Mtwara mwanamke huku hakupenda pale walipokuwa wamehamia, walipopewa ile nyumba. Yule mwanamke, mwanaume alikuwa anatuma za kula nini. Yule mwanamke akaenda kupanga nyumba, wapi? Buguruni. Baada ya kupanga nyumba Buguruni, akamwambia, mimi mume wangu, nimehama pale, mimi sitakaa nyumba ya familia, niko Buguruni. Sawa, yule kijana baada ya kumaliza shughuli zake kule akarudi tena dawa. Alivyorudi dawa, akafikia Buguruni alikuwa amehamia baadaye mke wake akamwambiaje, mume wangu, mbona hapa Buguruni biashara zipo nyingi zinafanyika na watu wanatoboa. Mi naona tuungane tufanye baba Buguruni. Mwanaume akasema sawa wakafungua biashara Buguruni waka fanya, fanya biashara, baadaye ile ikawa ni nzuri. Mwanamke akasema sasa, mume wangu, bora tukafungue wapi, Kariakoo, tutafute tena vile vile vibanda vidogo vidogo, hata ukuta hata ukuta na anavyosema hata ukuta, ukuta. au siyo? Ni nini yani kuna vipande nasikia, huwa na wanatoa Kariakoo. Sawa, mwanamke yako kaakokoli wakapata eneo, wakaanza biashara. Kwa hivyo kwa biashara basi, mwanaume akasema basi, hey, baki hapa, mimi niendelee na ile biashara ya Mtwara na yeye, mbona inalipa. Sawa, mwanamke baada ya kubaki pale, baada kama miezi miwili mitatu, mwanamke akaanza kubadilika akawa anabadilika sasa. Mwanamume akimpigia simu apokei, akipokea simu, bwana unanisumbua, unasemaje. Unaona, ikawa ndio hivyo. Yule mwanaume akasema hapana, akaenda kufuata mama yake, na yule alivyorudi kutoka Mtwara, akaenda kufuata mama mkoo wake na baba mkoo wake Akawaambia, mwenzangu sasa hivi abadilika, hata nikipiga simu nikiwa kule amekuwa iko tofauti, na hata kama nikirudi nyumbani masuala ya unyumba amebadilika. Mama mko anasema, bwana, ukiwa unalalamikia kuhusu mke wako mi napata presha kwao, mi nikuwa naomba usinilalamikia, kwa sababu ukiwa unalalamika unanipa presha. Basi yule kijana mke wake amebadilika. Anasema siku moja nikiwa niko Mtwara nikampigia simu mke wangu, wewe vipi? Akakata simu, akaja kunipigia saa sita usiku, akaniambia, kwa nini unipigie simu niwe kwenye gari? Lakini mimi sipendi usumbue sumbue kila mara kunipigia pigia simu, unaona. Akasema kwa nini yaani kwa sasa hivi imebadilika namna simu yangu. Wewe hupendi mimi nakupigia, sasa mimi sitaki wewe unanipigia. Basi yule kijana siku moja akampigia simu sana wa kazi pale nyumbani, akasema, dada, vipi na mama anavyoendelea hapo nyumbani huu huwa anarudi saa ngapi? Anasema siku nyingine huwa arudi kabisa, siku nyingine huwa anarudi yani hivyo. Ni vitu vya kawaida sana kwake hivyo eh, ee. Basi yule kijana amepata safari na kurudi huku, akamwona na mke wake chini. Mke wangu mbona nataka tugombane bila sababu kwani shida ni nini hasa ambayo wewe inakupelekea kufanya hivyo? Nimekwambia kwanza, mimi sikutaki wewe, sio azizi yangu eh. Mwanaume gani wewe, sio azizi yangu, una una, yaani nikitembea njiani siwezi kuelekeza watu kama wewe ndio mwanaume wangu. Mwanaume akasema "Mbona nyuma kwai kuzungumza hivyo, sasa hivi kuzungumza hivyo vitu? Mimi ndio nimeshakwambia, kwanza sikutaki, namba talaka yako." mwanaume akamwambia, "Mimi nikupe talaka kwa sababu zipi?" Yule mwanamke baada ya kuona mwanaume anataka kutoa talaka akaenda BAKWATA, kwenda BAKWATA. Huyu mwanamke mwanaume, mwanaume ataka taraka yake akasema, mimi taraka no itaka, sijajua kosa ni nini mimi. Mimi mke wangu nampenda, mm? Mimi mke wangu nampenda na tumezaa mtoto wetu huyo mmoja, tukae tumlee mtoto. Kwa nini anataka tuachane pasipokuwa na sababu? Mimi siwezi kutoa taraka Mwanasheria akasema, sasa, mwanamke ndio hivyo, anataka talaka. Mwanamke kasema, mimi nataka talaka zangu unipe, na kwanza, la pili mimi si wazi yako, la tatu ukitaka mali yako yote na kurudishia hata sasa hivi na kupa mali yako. Jibu la yule mwanaume, mimi mke wangu siwezi, siwezi kukuacha nakupenda. Inavyoonekana kwa siku ile, suluhisho ikashindikana, wakarudi nyumbani wakapongea. Siku ya kurudi basi, kabla siku ya kurudi familia, yule mwanaume akawapigia wazazi wake kwao, akawaambia mama, mke wangu anadai taraka hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo ndio wakam, kama wakamshauri kama mwanamke amefikia kudai talaka, ameenda hadi BAKWATA, mpe tu. Kama ni mtoto mmoja kulelewa, tutamlea. Unaona, basi yule mwanaume ile siku ambayo ameenda habidi akubali kutoa talaka, akatoa talaka. Kwa hiyo nakwambia dada, sisi wanaume wa hali ya chini wanawake zetu wanaofanya kazi Kariakoo ni riziki sana, wanawake wengi huwa wanabadilika Uo, wanabadilika kifika, hua wanapata wafanya biashara, wanabadilika. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo wanawake, ukipata kazi, hebu kumbuka lile jembe lulihacha nyumbani, umeelewa? Uwezi, hakuna mtu ambaye anafanya kitu. Yani kama kwenye ndoa mnapokuwa mnaishi mkiwa wawili pale, nyota zenu huwa zinategemeana. Unaweza ukajikuta wewe unafanya kitu, ukaona wewe unanufaika zaidi, kumbe ni kwa sababu ya mme wako, na mme wako anaweza kufanya kitu kwa sababu unanufaika zaidi, kumbe kwa sababu ya mke wake. Msipende kuhangaika na vitu vidogo sana hmm? Mfanye biashara kali yako. Yeye na mke wake na familia yake hawezi kukuoa wewe, umeelewa eh? Yeye hawezi kukuoa hata kidogo. Atakuchezea, atakuja, atakuacha. Mm? Yani msipende kupapatika na vitu ambavyo unaviona kabisa vina msingi mbili. Tengeneza cha kwako, tengeneza wewe na familia yako, tengeneza wewe na mume wako eh. Ukiona usiyeendelea na wale wameunda, yule naye ametengeneza na mume wake, au yule katengeneza na mke wake, wametengeneza na wamefika pale. Kwa hiyo msipende kuwa na tamaa tu. Sisi tumeelewana, haya asanteni.